Kuna swali moja ambalo linaweza kubadilisha maisha yako yote. Ukiamshwa saa tisa usiku na mtu akutazame usoni akuulize, wewe ni nani? Bila makundi, bila marafiki, bila support, bila likes, bila pongezi, wewe ni nani? Je, unaweza kujibu bila kutetemeka? Kwa sababu wewe sio kile watu wanasema. Wewe ni kile kinachobaki unapobaki peke yako na kama bado hujui jibu, hii video ni kwa ajili yako. Karibu kwenye PesaVibe. Kipindi cha leo kinaingia ndani sana, sio kwenye akili tu, bali mpaka kwenye roho na misuli ya utu wako. Kipindi hiki ni kwa mtu aliyewahi kukataliwa, mtu aliyewahi kufikiri hana tena nguvu, mtu anayehisi hana support, mtu anayeficha maumivu yake kwa sababu hataki aonekane dhaifu mtu aliyechoka kutegemea validation ya watu, mtu anayetafuta nguvu ya kusimama peke yake. Leo unajifunza kujiamini kiasi cha kutokuwa na hofu ya upweke, kiasi cha kuweza kula peke yako, kufanya kazi yako peke yako, kulala na ndoto zako peke yako, na bado kuamka asubuhi kama mshindi halisi. Uhalisi wa kuwa peke yako, nguvu watu hawakuambii. Kuna kitu watu hawakuambii. Watu wengi wanaogopa kukaa peke yao kwa sababu hawajawahi kukutana na nafsi zao halisi. Wanajificha kwenye makundi, kelele, kwenye simu, kwenye mitandao, kwenye marafiki, kwenye burudani. Wanajificha ili wasisikie sauti ya ndani inayowaambia ukweli. Lakini wewe ndo wewe, unayesikiliza kuna hatua unapaswa kufika, ambapo kukaa peke yako hakutishi, bali kunakuwa chanzo cha nguvu zako, kwa sababu hapo ndipo unajenga ujasiri wa kweli. Watu wenye nguvu duniani sio wale waliozungukwa sana, ni wale wanaoweza kutembea kwenye giza peke yao bila kupoteza mwelekeo. Kula peke yako, ishara ya ujasiri na kujitegemea. Watu wengi wanataka kula na kundi ili wajisikie sehemu ya jamii, lakini hebu fikiria hili. Je, unajisikia vibaya kula peke yako kwa sababu watu watakutazama? au unajisikia vibaya kwa sababu bado hujajijenga vya kutosha kuamini mkono wako mwenyewe? Kula peke yako haimaanishi huna watu, haimaanishi huna marafiki, haimaanishi huna connection. Inamaanisha una uwezo wa kutokutegemea faraja ya watu ili uwe kamili. Watu wenye uwezo wa kukaa mezani wakiwa peke yao huwa wana uwezo wa kukaa kwenye ndoto zao bila kuogopa. Ukishajenga tabia ya kula peke yako, unapoteza hofu ya kukataliwa. Ukishaacha kuogopa upweke unapona kiakili. Kula peke yako maana ya maneno najitosheleza. Kula peke yako sio swala la kitanda tu, ni ishara ya ukubwa wa nafsi yako. Kulala peke yako ni kusema nipo salama na nafsi yangu, sitafuti mtu kunifariji ili nihisi thamani. Niko tayari kukabiliana na mawazo yangu mwenyewe, niko tayari kupokea ukweli ambao nimekuwa nikiuogopa. Watu wengi wanaogopa usingizi wa peke yao, kwa sababu pale ndipo sauti ya nafsi huanza kuzungumza. Lakini wewe ukijifunza kukaa na mawazo yako bila kukimbia, unakuwa mtu ambaye hakuna anayeweza kumvunja. Kazi ya ndani watu bado hawaijui. Kazi ya ndani haitangazwi, haisifiwi na watu, haitolewi likes. Hakuna mtu atakuja kukwambia hongera kwa kupambana na maumivu yako, lakini kazi ya ndani ndio inarudisha utu wako, inaondoa majeraha ya zamani, inapunguza hofu, inakufanya ujistahi, inakufanya uamini ndoto yako, inakuondoa kwenye sumu ya kihisia, inakufanya uwe mzima kimawazo. Kazi ya ndani ni ile, unakaa chini, unakumbuka maumivu yote uliopita, unayapitia bila kukimbia, unayakabili na unayaacha, ya kutengeneza si kuvunja watu wanakuona una tabasamu, hawajui ulipitia nini ili uwe mtu wa tabasamu hilo. Watu wengi wanategemea makubaliano ya wengine, kwa sababu hawaamini uwezo wao. Wanataka kusifiwa ili wafanye, wanataka kushangiliwa ili waanze, wanataka kuonekana ili wajiamini, wanataka sapoti ili wasikate tamaa. Lakini ukweli ni huu, watu hawatakupa sapoti mpaka waone matokeo, na matokeo hayatokei mpaka uanze. Kwa hiyo nikumbushe kitu. Usisubiri ruhusa ya mtu yoyote ili kuanza. Umechelewa sana kusubiri approval ambazo haziji. Chanzo cha mafanikio yako sio makofi ya watu, ni hatua zako peke yake. Kila ukijiogopa, kumbuka mlango uliouvunja jana. Wakati wowote unapopata shaka, wakati wowote moyo unapopiga haraka kwa hofu, wakati wowote unahisi kama safari ni ndefu sana, angalia nyuma. Angalia ulipovunjwa ukasimama, ulipokosa ukavuta pumzi ukaendelea, ulipotendwa ukabaki kimya lakini ukaishi, ulipokata tamaa lakini ukasema acha nijaribu tena, ulipochoka lakini bado ukaamka asubuhi, ulilia usiku lakini ukaenda kazini asubuhi huo ndio ushahidi wako. Wewe sio dhaifu kama unavyojiambia. Wewe ni mtu ambaye ameshapita kwenye moto na bado unatembea. Wewe ni imara zaidi ya unavyofikiria. Kuna nguvu tatu ndani yako. Moja, ni nguvu ya kuogopa. Hii ndiyo inayokufanya usianze. Mbili, nguvu ya kutoroka. Hii ndiyo inayokufanya ubadilishe malengo unaposhindwa kidogo tu. Tatu, nguvu ya kusimama hii ndio inayokufanya uendelee hata bila nguvu, hata bila sapoti, hata bila mtu yoyote kukuangalia. Nguvu ya tatu ndiyo mafanikio halisi yanategemewa. Wewe una nguvu ya tatu ndani kabisa ya roho yako, iko pale, inangoja utulivu wako kuifikia. Kuishi bila kujihusisha na maoni ya watu. Hakuna kitu kinachorudisha mtu nyuma kama kuishi kwa kutaka kukubalika. Kila siku unafikiria watasema nini, watacheka wataniona vipi? Watanikosoa? Watanielewa? Lakini ukweli mchungu ni huu: hata ukijitahidi kiasi gani, watu bado watasema. Kwa hiyo acha kupoteza nguvu ukijaribu kutimiza matarajio ambayo hayana mwisho. Heshimu watu ndio, lakini usiache maisha yako yakiongozwa na midomo ya watu. Kama leo hii unahisi uko peke yako, kama unahisi umepotea kama unahisi hakuna anayekuona, tambua kitu kimoja muhimu. Mungu maisha na dunia wana tabia moja, wanawafunsha watu kwa upweke kabla ya kuwainua hadharani. Kila mshindi aliyepitia maumivu ya ndani, ndio maana leo anang'aa. Na wewe uko kwenye hatua hiyo. Hii upweke sio mwisho wako, ni darasa lako. Hii shaka sio kushindwa, ni mkakati mpya unajengwa. Hii hofu sio dhaifu ni ishara ya kuwa unakuwa. Simama, jiamini, wewe ni zaidi ya unavyofikiria. Kama ujumbe huu umeingia rohoni, kama umesikia sauti ya ndani ikisema ndio, huu ni wakati wangu, basi subscribe kwenye Pesa Vibe sasa hivi, kwa sababu tunatengeneza kizazi kipya cha watu wenye uthubutu, wanaojijenga, wanaopona, wanaosimama na wanaofikia ndoto zao. Usikose video zinazofika ndani zaidi ya moyo wako kila siku. Karibu kwenye familia ya mabadiliko. Karibu PesaVibe.